Kwa jina naitwa Alois Mvuma, ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya. Leo tumesaini mkataba kati ya chuo chetu cha Musti na kampuni ya Mahimbo and Company Limited, kampuni ya ujenzi kwa ajili ya kukarabati vyuo vya ualimu vya Mtwara ambavyo ilikuwa ni chuo cha ualimu kawaida na chuo cha ualimu ufundi hivyo vyuo uh, mwezi wa tatu mwaka huu serikali kupitia uh, katibu mkuu wizara ya elimu teknolojia alivitoa kwa chuo cha Musti kwa ajili ya kuvigeuza kuwa ni, ni kampasi ya chuo chetu cha Musti. Kwa hiyo vitakuwa vinaitwa ni Mtwara Campus College ya Musti. Kwa hiyo kimsingi lengo la hizo campus kwa ajili ya kutrain waalimu wa amali ikiwa ni sehemu ya kutekeleza uh, nia ya serikali ya kutekeleza sera ya mwaka 2014 ya elimu na mafunzo, lakini ambayo tolewa na mwaka 2023. Kwa hiyo ni mpango wa kiserikali wenye malengo mazuri na makubwa kwa wananchi lakini pia unawangalia vijana ili kuwapatia uh, skills na knowledge ambazo zitasaidia kwenye kwenye kwenye kwenye maisha baada ya kumaliza masomo. Kwa ni mradi wa kimkakati kama nilivyosema, mkataba huu ni wa miezi minne, siku 120, na unatarajia na kufika mwezi wa kumi katikati mwishoni nitakuwa nimeshamaliza huo mradi, kwa sababu lengo ni kwamba kufika mwezi wa kumi 11, tunapoanza mwaka mpya wa masomo 2025 2026, basi wanafunzi awamu ya kwanza waanze kuingia kwenye kile chuo. Kwa hiyo natoa wito kwa Uh, mkandarasi afanye kazi hii kwa umakini mkubwa akijali muda, lakini pia akijali viwango vizuri vya ukarabati, lakini pia akimesha kwamba kunakuwa na value for money. Kwa majina, naitwa Simon Richard Mahimbo, ni mkurugenzi wa Mahimbo and Company. Tumekuja leo tumesaini mkataba wa renovation wa chuo cha MUST kule Mtwara. Tunashukuru kwa kupata fursa hii ya kuwa sehemu ya matengenezo ya kile chuo, sisi kama wakandarasi to committed kwa majukumu ambayo tumepewa, na tunamwahidi mkuu wa wachuo kwamba mradi utatekelezwa kwa wakati, lakini pia mradi huo utafanyika kwa ufanisi na hata thamani ya mradi itaonekana. Kwa majina naitwa Mwamvua Salim, ni legal officer hapa MUST. Tunatarajia kutoka kwa mkandarasi atekeleze kile ambacho kipo katika mkataba, kwa sababu mi, mi ni mwanasheria, kwa hiyo nitasimamia huo mkataba kwa upande wa mwanasheria, na tunahitaji afanye kazi yake kwa ufanisi kama makubaliano ambavyo yapo katika mkataba.